Um, na kuna mambo mengi ya kujifunza kuhusu teknolojia. Kwa mfano, kama mmefuatilia kwenye mitandao, kumekuwa na msukumo mkubwa sana wa kutumia teknolojia katika kufundisha kuanzia elimu ya awali kwenda juu. Alafu kuna nchi zinaanza kufanya tathmini ya faida za kutumia teknolojia kwa elimu ya msingi na elimu ya awali. Kwa kuna sehemu za kubadilishana mawazo vizuri. Nimeangalia kwa mfano Sweden wanajiuliza kama mtoto anapoanza darasa la kwanza mpaka kumaliza elimu ya msingi kama kuna sababu ya kutumia teknolojia kwa wingi au waendelee kutumia kalamu na karatasi na ubao na chaki. Kwa hiyo tutabadilishana mawazo, lakini kwa jumla wake, tunataka kuangalia swala la teknolojia katika ngazi zote hasa katika kufundisha, na inasaidia sana uh, kutumia rasilimali zilizopo za ufundishaji eh, kwa ufanisi zaidi uh, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wakati wa COVID program ambayo ilikuwa inaendeshwa inashirikisha nchi mbalimbali, na kipindi cha COVID, kwa sababu watu walikuwa hawezi kusafiri, alikuwa anaweza akakaa mhadhiri Accra, akatoa lecture na wanafunzi wakiwa Dar es Salaam wakawa wanasikiliza. Alafu baadaye mhadhiri wa Dar es Salaam na akitoa lecture wa Accra na Addis Ababa wanasikiliza. Kwa hiyo na sisi vile vile lazima tufike mahali ambapo mhadhiri akiwa UDOM anaweza akatoa lecture lakini akawa ametoa lecture pale UDOM na University of Dar es Salaam at the same time, kwa kuna fursa nyingi sana. Lakini zaidi ya hapo, tunataka vile vile kukuza teknolojia hiyo na kuongeza ubunifu katika nchi yetu. Kama mwenyeji wa kongamano hili, nchi yetu inatarajiwa kunufaika na fursa mbalimbali za kuwa mwenyeji wa kongamano hili, zikiwemo kubaini mikakati na mbinu mpya za kuongeza matumizi ya teknolojia za kidijitali katika elimu na sekta nyingine Pili, kuvutia programu za pamoja za ubiasharishaji wa bunifu na teknolojia zinazoibuliwa nchini. Tatu, kuvutia makampuni ya teknolojia ya kikanda na kimataifa kuja kuwekeza hapa nchini. Nne, kuimarisha ubia baina ya sekta ya umma na sekta binafsi katika maendeleo na matumizi ya teknolojia za kidijitali. Tano, kuchagiza uchumi wa ndani kupitia bidhaa na huduma zitakazotolewa kwa washiriki wa kongamano hili na kuhamasisha washiriki wa kongamano wa kutembelea vivutio mbalimbali vilivyopo mbali hapa nchini na fursa nyingine kadhaa. Ndugu wana habari, tunatoa rai kwa wizara mbalimbali mbali, taasisi mashirika, asasi, kampuni za teknolojia, wanataaluma, watafiti, wabunifu, waandishi wa habari, wafanyabiashara na Watanzania kwa ujumla kujiandaa kutumia fursa za kongamano hili vilivyo.